Kuna wale wanaosema na wengi wanadhani ya kwamba mnara huu ulienda mpaka mbinguni, na mbinguni inatafsilika kama ndiyo sehemu ambapo Mungu yupo. Kwa hiyo mnara huu unasemekana ulijengwa mpaka ukataka kufika ukakaribia mbinguni. A, a, siyo maana yake. Leo nataka tuweze kuona siyo maana ya kwake hiyo. Lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa wajenge mnara uende juu sana, kusema ufike hata mbinguni, ufike juu. Lengo lao lilikuwa wasitawanyike katika ardhi, haikuwa kwamba mnara huo usi u u u u uweze kufika kwa Mungu, halikuwa lengo kabisa. Kwa nini? Sasa tunaenda kulisoma ilo andiko, uone uone maana hii. Tafsiri ya wachungaji wengi na wengine waalimu wamekuwa wakitafsiri vibaya na kupotosha watu wa hakuna anayeweza kufikisha kitu chochote mbinguni, siyo ndege, siyo mnara, siyo jengo haliwezi kufika juu kwa mantiki ya kuikaribia mbingu. Kuna wale, wale wanasema Mungu akachungulia akaona linakaribia kufika, ndio akasema e, tuwachafulie sasa lugha na kadhalika. Hapana, hapana, hebu sikiliza. Mwanzo sura yake ni ya kumi na moja. Nimrod akiongoza hii kikitu, anasema hivi wakasema mstari wa nne wakasema haya, na tujenge mnara, tujenge, tujenge tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Haya anasema tu, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Lengo lilikuwa ni kuto kutawanyika. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo, Uh, Mungu alisema wakazaane na kuongezeka watawanyike katika ardhi. Sasa Nimrod akiongoza anawaambia tujenge mji na kujifanyia jina, ambapo hapo tutakuwa tumekusanyika hapo tu sehemu moja. Sasa ukitaka kuelewa, lengo lilikuwa ni kwamba Mungu hakutaka watu wakusanyike sehemu moja, ila walitaka watawanyike. Sikiliza kauli ya Mungu, sikiliza kauli ya Mungu anasema mstari wake uh, ni wa, tukianzia tu watano hapa anasema: Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao Mstari wa nane anasema basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa hiyo lengo la Mungu lilikuwa ni kwamba watawanyike, ndio maana aliposhuka hakuanza kuwaambia oh, mbona wanataka kufika kwangu. Kwa sababu je, kama wangejenga alafu wasitake kufika huko kwa Mungu? Lengo halikuwa hilo, na kwamba mnara nilikuwa ni mkubwa, ndio walio plani kuweza kujenga, lakini sio kwamba ulitaka kumkaribia makao ya Mungu. Hapana. Na ukitaka kuelewa zaidi, hebu tuende kwenye kitabu kingine, uone ambavyo lugha hii inatumika katika Biblia. lengo lilikuwa ni kwamba ifika juu juu, katika kitabu cha nyakati wa pili. Katika kitabu hiki cha nyakati wa pili moja ni kuonyeshe hapa ndio uone, Ndiyo uone maneno yanavyosema katika kitabu cha Nyakati wa pili sura yake ni ya thelathini na mbili mstari wa ishirini Sikiliza nazima, na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba wakalia hata mbinguni. Sasa na kuuliza swali, Hezekia na nabii Amozi na uh, Isaya mwana wa Amozi, je, walilia mpaka sauti ikasikika kiwango kwa sababu sauti inapoenda hata juu kiasi gani, hata mtu akiwa kwenye ndege huwezi hawezi kukusikia ukiwa chini, wataulia namna gani? Lakini hii ikafika juu sana, wakamlilia Mungu. Kwa hivyo mnara ulikuwa una, unaenda juu sana, lakini haikuwa kwamba ulikaribia makao ya Mungu. Hapana, hapana, hiyo sio maana ya ya, ya, ya, ya, ya Mwanzo kumi na moja, na wala haikuwa lengo la mnara na haikuwa lugha ya Biblia kuelekeza ya kwamba ulikaribia huko mwanzo. Hata mbinguni penyewe kwa namna ya mwili ni pakufikirika, hapafikiki kwa namna ya mwili. Hata walioenda walioenda wakifanya ziara katika sayari tofauti tofauti, hawajawahi kufika sehemu wanapo panapo itwa mbinguni. Ni sehemu ya kiroho, katika mwili huu wa dhambi hakuna anayeweza kukaribia kufika popote pale. Licha hata hivyo, dunia inazunguka. Sasa wangeenda wakafika wapi na bado inazunguka? Hiyo haikuwa maana halisi ya, mnyam, ya mnara uliokuwa ukijenga.